Kama iki, ikiwapendeza tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizunguzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa huo ndio ukweli, mimi najua, alikuwa analipwa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure, kwa hiyo manake ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa, Sugu, Sugu ni msanii, akiwa amechagua chama ambacho anaki anakifanyia kazi. Nei, Nei tuna neo mitego, naomba roho sikae kimya. Ni msanii na ni kijana wangu, yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa, mimi ni mmoja kati ya Abole, watu mmemjenga Nei kwanzia anaanza kwenye mziki, lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea, mimi na Nei. Nikamwambia Nei, you know, mimi nikifanya mziki na focus na mziki. Akanambia bro, na naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nei sijawe kumvunjia heshima, sijawai kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Tuli, tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya, ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ta ilipoa hiyo kazi, nikiamini Nei ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini. Nilimfata Nei nikamwambia kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja. Naye akaniambia bwana mimi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi ni tikani zangu na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, Wizara ya Afya ni serikali. Sidhani kama nitaruhusiwa. Ni nikamwambia, hili ni jambo la kitaifa halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa, which is nae, unakumbuka hii event ulifanya, ulizungua katika hiyo tour nchi nzima shughuli ya Wizara ya Afya, shughuli ya kiserikali, nao ulipanda kwenye hiyo steji kwa sababu muziki ulikuwa umesimama, kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja.